Takribani watu 59 wameripotiwa kufariki baada ya moto kuzuka katika klabu moja ya usiku huko Macedonia Kaskazini. Moto mbaya katika klabu ya usiku ya Palse huko Kokan, Macedonia Kaskazini umewaua watu hao wasiopungua 59 na kujeruhi wengine wanaofikia 155. Moto huo uliosababishwa na cheche za pyrotechnic ulienea kwa kasi katika ukumbi huo wakati wa tamasha na kuacha wengi wakiwa wameungua vibaya. Maafisa wa serikali bado wanachunguza mkasa huo. Waziri wa mambo ya ndani wa Macedonia Panche Toshkovisk amesema mikanda ya video za pogo zimeonesha moto huo mbaya ukiteketeza klabu Pearls, huko Kokan baada ya Pyrotechnics kuwasha paa. Moto huo unasemekana kuanza mwendo wa saa nane na nusu usiku wa kuamkia leo Jumapili katika klabu hiyo ya Pearls, huko Kokan, mji ulioko umbali wa kilomita mia moja sawa na maili 60 mashariki mwa mji mkuu Skopje. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha jengo hilo likiteketea kwa moto takriban watu 1500 wanasemekana kuhudhuria tamasha la bendi la DNK wana hip hop maarufu nchini humo. Moto huo ulizuka karibu saa 8 unusu asubuhi wa wakati wa tamasha la kikundi cha pop huko Club Pearls. Waziri wa mambo ya ndani Bwana Toshkovski amesema mbele ya waandishi wa habari. Waziri huyo ameongeza kuwa mpaka sasa watu 39 kati ya waliofariki wameweza kutambulika. Aidha ameongeza kuwa kufuatia tathmini ya awali, uwezekano wa pyrotechnics ulisababisha paa kushika moto. Video zimeonyesha mtafaruku ndani ya klabu hiyo, huku vijana wakikimbia moshi, katika wakati ambao wanamziki hao waliwataka watu kutoroka haraka iwezekanavyo. Mimi ni Frank Damas.